Hello, habari. Leo nataka nikuelekeze njia ya rahisi kabisa ya kuzuia meseji za matangazo zisio zinaingia kwenye simu yako, yaani zile meseji ambazo huhitaji kabisa, zisio zinaingia kwenye simu yako, na maanisha yale ma meseji ya matangazo mbalimbali mbali, au labda wanasema meseji za ofa mbalimbali betting Naone sasa, kama huhitaji meseji hizo, sio zinaingia kwenye simu yako, sio mambo ya kubahatisha bahatisha, sio umeshinda gari sio nini. Huhitaji meseji hizo au sms hizo, sio zinaingia kwenye simu yako, fuata utaratibu huu ili kuzuia sms hizo. Mfano, hiyo inayoonekana hapo ni meseji ya matangazo. Hii hapa, bila shaka unaiona, hii ni meseji ya matangazo. Ngoje tuisoma halafu tuizuie. Kumbuka huu ni mfano hai, inatoa kabisa. Hii hapa inaonekana hii ni mojawapo ya meseji ya matangazo. Utarudi nyuma, sasa utafanya hivi. Unaiona hii meseji hapo, utatachi hivi, alafu utashikilia. Utatachi alafu utashikilia kwa muda kidogo, tunasema unagusa sehemu hii hapo yenye meseji alafu una holdi kwa muda kidogo, yaani kunashikilia hiyo sehemu kwa muda kidogo tu, hata sekunda hata mbili. Utaona imepiga tiki kama mimi hapo, bila shaka tiki unaiona. Narudia tena unashikilia kwa sekunde moja au mbili, itapiga tiki, kisha utaona imepiga tiki. Alafu angalia huo mshale nilionyoshea, hivyo vidoti vitatu viko upande wa kulia, bila shaka unaona. Utavibonyeza, ukishavibonyeza kuna maneno yamekuja hapo, utakliki hapa, utakliki hapo, au utabonyeza hapo. Unaona mshale niliopo uonyeshe hapa, bonyeza hapo sehemu ilioandikwa hapo kama hivi. Umeone, tutaandika tutakliki sehemu hii hapa utakliki hapo, usiangaike hata kusoma ya masaya ya maneno maneno hapo. Maana yake maneno na kuambia, you won't receive call or message from this number. Maana yake hautapata message zozote kupitia namba ilo kutumia hapo. Ukifanya jinsi nilivyokuelekeza hivi, au sio? Ufanya hivi hivi, hautapata matangazo yoyote yanayohusiana na mambo kama haya, lakini ukiacha hivi hivi watakutumia meseji hata kesho, kesho kutwa au siku nyingine. Kwa hiyo kwa kile meseji ambayo huhitaji kabisa kupata matangazo yake au maujumbe yoyote ya yasiyo yanaingia kwa simu yako, uwe unazuia kwa njia hii nilo kuelekeza leo. Au kama huhitaji meseji ya mtu yoyote umemsave kwa simu yako, huhitaji kabisa au namba yoyote ambayo imekutumia tungeni imekutumia mambo ambao weleele, utakuwa unafanya jinsi nilivyokuelekeza, utakliki hapo kwenye yesi mpaka hapo. Tayari tumeshazuia meseji za namba hiyo iliyotutumia mambo ya betting betting. Sasa tutafanya hivi, nitakia tuifute sasa, utakuja hapo angalia video mpaka mwisho, tumaliza kabisa. Njoo hapa ili tuione sasa tulipoifunga hiyo, kisha hapa, kisha click sehemu iliyoandikwa spam and block. usikimbie hii. Hapo bila shaka umeiona, zingekuwa nyingi zitakuwa zimejipanga huko, zikijipanga nyingi huko, utafanya hivi, maana yake hapo zinajaza simu bure. Sasa nitakiwa ugusa hapo, unashikilia kidogo, itapiga tiki, kisha utadelete hapo, ili zisikujazie simu yako zisha kuwa uchafu. Sasa kisha utamalizia delete hapa au futa. Yes, mpaka hapo tayari tumeshazifuta hizo meseji. Bila shaka leo umejifunza njia ya rahisi kabisa ya kuzuia SMS za matangazo zinazoingia kwenye simu yako. Mpaka hapo tayari hatutapata meseji yeyote inayohusiana na namba ile iliyotutumia mambo ya betting betting. Asante kwa kunisikiliza na kutakia siku njema.